Habari zikaenea kwamba sasa ule jamaa nalipa, lakini ikabidi niende bandarini kueleza. Mnajua nalipa kwa nini? Hapana, nikilipa afu baadaye mimi nakuja kuwakata kwenye mishahara yenu, isipotosha nakata kwenye mafao yenu. Toka mwezi Mei elfu mbili na kumi na mbili mpaka leo sidhani kama kuna kontena bandari ya Dar es Salaam naibiwa tena. Naeleza haya tukaweza kwamba ufisadi mara nyingine tunaolea sisi wenyewe, marubaini upo, na nami narudia tena, nimefanya kazi na Dokta John Pombe Magufuli kwa Tanzania. Mpeni imani yenu, mchagueni, nchi itabadilika ndani ya mwaka moja, watu watashukuru kwamba ushauri huu ni mzuri, na nimeshukuru kwamba wananchi wanamwamini. Kila tunapokwenda unaangalia, tunazunguka wote, tunakimbia huku na huku Wananchi wanatuelewa, lakini huenda kuwa swali linabaki moja: ni kwa namna gani anaweza kupambana na, na kupamba hilo? Na katika kulizungumza hili, wengi wamekuwa wamkosoi Magufuli kwa maana ya kukubali utendaji wake, lakini wengi wanakosoa chama anachotoka, na hususan historia ya nyuma ya chama, haswa kuhusiana na matukio ya ufisadi ma, na masuala ya rushwa. Ni kwa nini wengi walikuwa wakijiuliza hili swali, ni kwa nini mahakama zetu maabusu na jela wanajaa watoto wa masikini walala hoi, huenda tu kwa kesi za kuiba kuku, lakini wanaoiba mabilioni ya fedha wako wanatamba na mashangingi katika miji yetu? Unadhani ni ipi dhamira ya chama chako juu ya kuiondoa mzizi huu ambao unakichafua chama chako na uenda ukawa ni sehemu ya chama chako kama haitochaguliwa ikawa hii sababu, unadhani ni nini dhamira sasa ya chama chako katika kuliondoa hili kabisa, na haswa nyinyi wenyewe kama waandamizi wa, wa serikali? Hapana Yusuf. Hmm. Hi, hili nimeona likiongewa sana na vijana wengi lakini wengine wote, mi, kwa mfano juzi ikwa nimetoka Nairobi kwenye kuf, kufunga bunge la Afrika Mashariki, lakini nimepita njia yote, kila sehemu nikuta nafasi kuna mkutano nasimama kutubia, mm. nimepita kwa magembe kupita sehemu mbalimbali, nimelikuta hilo la kwamba huwezi kufanya mabadiliko ukiwa ndani ya CCM, msimu mm. haribika, kwa hiyo mpaka kutoke nje ya CCM mm. lakini mimi naomba nikuhakikishie Yusuf, sijawahi kuona nchi yoyote ambayo imefanya mabadiliko makubwa kiuchumi ikafanikiwa kwa kukiondoa chama tawala na kuingiza chama kipya si, sijaona. Pengine ni ma, watu wa kela na, na, na mifano ya nchi kadhaa wanaambia mm. kama zimeenda mbali sana Malawi, Malawi Congress Party ya Kamuzubande ilishaondolewa mm. wamebadilisha kama vitatu mm. lakini sijaona mabadiliko ya Malawi uh, sana sana naona tu Malawi wengi zaidi wanakuja kufanya shopping kiera kiera, ni kama hiyo kidogo hivi mm. Zambia, vitu mfano mingi, lakini mimi nafahamu nchi ambazo zimefanya reforms bila kukiondoa chama chama chama, chenyewe kinasema ah ah, hapa tunahitaji reforms kwanza, kina uzoefu mm. lakini najua kitu gani kinaendelea ndani ya serikali mm. kwa sababu hapa Ufisadi ufanyi kila chama ufisadi uko kwenye serikali, kwenye wizara, kwenye halmashauri, hauko kwenye chama. Sio katibu kata au mwenyekiti wa wakata wa wilaya ndio anafanya ufisadi. Hapana, ni sisi watendaji ndani ya serikali. Ndio maana China, walipoamua kufanya reforms, ni kama mageuzi ambayo yanazungumzia Magufuli leo, wakafanya reforms leo, angalia China iko wapi, imetoka dunia ya pili ya kwanza imefika leo mpaka wakubwa wetu wa kina Marekani wanaweza kukopa hela kule, hmm. Vietnam Nimefanya reforms zuri. Hakuleta chama kipya. Sasa, na wenzetu bahati mbaya hujiandaa sana. Walikuwa wamejiandaa. Ni wao wenyewe wasema watafanya mageuzi. Sasa, wanasubiri mpaka sisi tume tumetupa watu huko dirishani kwamba wafai au wasiofai ndio waleze mageuzi. Mageuzi gani yanatokea namna hiyo? Mimi bado naamini CCM ina uwezo mkubwa wa kufanya hizi reforms na Dr Magufuli atafanya hiyo na mimi, nikutolee mfano moja mwingine mdogo tu, ukiwa wewe mpambanaji sana na ofisa, utegemee kupata maadui wengi sana. Magufuli ndio alikuwa na maadui wengi sana, kwa sababu alikuwa napambana sana. Nikutolee mfano moja kwamba wizarani kwangu mimi wakati niko wizara ya uchukuzi, zimeimbwa sana kelele, sijawasikia nyie Star TV, lakini vigazeti hivi vya IPP huko eh nitakutoa mfano, mambo ya kukatisha tamaa hmm. Lakini ningeomba wenzangu wote ambao wako huko, piganeni. Tunapigana na watu wenye pesa sana. Nimeitwa nime na wafanyakazi mwaka jana wa TRL kaniambia, wakaniitwa kaniambia, mheshimiwa, mali tulianza aggressive program ya kununua zaidi ya mabehewa 274 na vichwa vyetu ni vingi hmm. Wakaniitwa kaniambia, mheshimiwa, tunalalamikia mishahara Nikaenda nikawasikiliza nikasema, pana mishahara kweli midogo, alafu nawapa mnaendesha matreni mapya haya, mtaniangushia. Tuongeze mishahara, lakini wakaniambia mm, lakini kati ya mabewa yako nayoingiza tumeona mabewa sita ni mabovu. Mimi nikaunda hapo hapo kamati ya uchunguzi, tukasaidia na kuunda na wafanyakazi ile kamati ya uchunguzi baada ya wiki mbili ikasema kweli, mabehewa yale sita ni mabovu. Nikasema vizuri sana sasa, tunaita kamati ya wataalamu lakini, sasa wafuatao wasimamishe kazi, e, naibu mkurugenzi mkuu ambaye wa technical services, wakurugenzi wote waliokwenda India kukagua e, zile wagons kwa sababu kwa watatu tena waandishi wazuri una, una, unasimamisha lakini huko moyo unauma, maana kuwapata wale sio rahisi mm. Lakini lazima ifanyike, hiyo bodi ya zabuni, mkurugenzi mkuu simamisha Tup, ili tupate ripoti sahihi. Tukapata ripoti sahihi, na bahati mbaya au mzuri, rais akaniteua aka ni East Africa, lakini aliyekuja sita akapewa ripoti, kaisoma akachukua hatua zaidi na kumsimamisha pia mtendaji mkuu. Uh, sasa angalia propaganda zinakuja, Mwakyembe kagiza mabeewa mabovu ujua, nifutu, kutu, unakatisha, utafikiri wao ndio wameanzisha hiyo. Unajua, uongozi ni wewe mwenyewe ku, kuwa bold kutibu yanayotokeza. Halafu wengi ningependa we, we, kuwauliza mm hebu -hmm, nionyesheni hayo mabewa mabovu yako wapi? hawezi kukupa hiyo picha au vicha vibovu viko wapi? Hawezi kukupa hiyo picha kwa sababu hakuna. Mimi nilikaa, tulisuka ili mikataba vizuri sana. Hakuna mkataba mzuri kama mkataba ambao tayari resai, kwa sababu kukitokea na defect kwenye utengenezaji anakuja manufacturer mwenyewe kuja kutengeneza. Akishindwa anatuletea kitu kipya, ndio ufanyika. Ndio maana leo inakuwa ina tu kwa so sababu lazima mtafutie Mwakyembe skendo, lazima utaimba, hiyo utaimba. Watu wanasahau kwamba makampuni makubwa kama Boeing yanatengeneza yanatengeza ndege kama hii Dreamliner imekuja kwenye market, baada ya muda zote zikarudisha kiwandani. Kwa Tanzania wengi wanapenda penda hizi skendo za kulazimisha hizi, wangesema hiyo ni ufisadi. No, no, no, unapoagiza vitu vingi 274 wagons mapoteo yaliyoteja mazuri yasiyo na itilafu hata dogo. Ndio maana tunaweka mikataba inayosema katika kipindi cha maangalizi cha miaka miwili, si tumeweka miaka mm, miwili, ikitokea defect natengeneza wewe sasa. Hatu wengi huko mm, ndani wa Tanzania tunakaa cha kusoma. Sasa kitu anachotengeneza binadamu, kwa nini kisiharibiki ikiwa Mungu ambaye anatengeneza watu ambao hawana dosari lakini bado kuna mm. vitu vingine leki kichwani inatokea duniani hapa. Kwa hiyo nachosema tu kwamba wale wote wanaopambana wajua wanapambana, lakini na watu wenye nguvu kipesa, wana media mm. wana uwezo wa kuweza kusambaza uongo, lakini never never despair. Dr. Mwakyembe tumezungumza mengi, lakini labda tulejee Mbeya, na moja kwa moja tuende Kiela ambapo ipo Mbeya kwa wengi ambao wako nje ya nchi na wengine ambao wafahamu pia, ni kati ya jimbo mojawapo ambao lipo katika mkoa wa Mbeya na wewe umekuwa mbunge tangu Desemba mwaka elfu mbili na tano na hii ni awamu ya tatu unawania kuendelea kutetea jimbo lako baada ya kupata kutoka kwa mzee John Mwakipesile. Labda utujuze na utufahamishe kwa nini Wanambeya waendelee kukuamini baada ya miaka kumi kwamba wewe ni mbunge sahihi wa jimbo la Kiela na si mwingine yote ambaye